Je, unajua kwamba kupoteza asilimia hamsini ya pesa yako kunahitaji faida ya asilimia mia moja kurudisha kwenye msimamo wako wa kwanza? Leo tutakufundisha hesabu hii ya kuvutia na kukupa mbinu za kuepuka mtego huu wa kifedha. Hebu tufanye hesabu rahisi: anza na shilingi laki moja, poteza asilimia hamsini wa shilingi elfu hamsini. Sasa unahitaji faida ya asilimia mia moja kwenye shilingi elfu hamsini ili kurudi shilingi laki moja. Ushauri: Kupoteza ni rahisi, lakini kurudisha ni gumu kwa mara mbili. Watu wengi hufanya makosa haya: kuuza kwa haraka wakati soko linashuka, kuwekeza kwa mabenki ya uongo yenye ahadi za faida za ajabu, kufuata hisia badala ya mipango. Matokeo: unapoteza pesa kwa urahisi, lakini kurudisha inachukua muda mrefu na juhudi kubwa. Mtego: uwekeza shilingi milioni moja kwenye biashara yenye faida ya asilimia hamsini kwa mwezi. Mwezi wa kwanza, poteza asilimia hamsini, shilingi laki tano. Mwezi wa pili, unahitaji faida ya asilimia mia moja, shilingi laki tano kurudi shilingi milioni moja. Njia salama, uwekeza kwa faida ndogo, kwa mfano asilimia kumi kwa mwezi, lakini thabiti. Chukua muda, lakini usiwe na hatari. Epuka uwekezaji wa get rich quick, hakuna pesa za bure. Gawa mfuko wako, weka pesa kwenye vyanzo mbalimbali vya biashara, akiba, mali. Jifunze kabla ya kuwekeza, chunguza sekta na utafiti wa soko. Shirikiana na mtaalamu Fanya biashara mwenye uzoefu anaweza kukinga na makosa. Biashara na uwekezaji ni mchezo wa uvumilivu na busara. Usirushie pesa zote kwenye fursa moja, jenga mtaji taratibu, hata kwa shilingi elfu kumi kwa mwezi. Kumbuka, pesa zilizopotea zinaweza kurudi, lakini muda haurudi. Usiache kupoteza asilimia 50 kwa sababu ya ujasiri wa kupiga hatua. Jifunze, panga na uwe mwangalifu. Kumbuka, kila shilingi inahitaji hekima kwa kuzalisha faida. Kama video hii imekusaidia, bonyeza like, share na subscribe. Kwa mafunzo zaidi, wasiliana nasi. Kwa heri na uwekeze kwa hekima.